kufanyika kwa uhuru na haki huku ukitawaliwa na utulivu na kuwaomba Watanzania waendelee kumwomba Mungu afanikishe zoezi hilo. Wakizungumza katika mahojiano na TBC, wananchi wengi wamesema wapo tayari kupokea na kuheshimu matokeo yatakayotangazwa na Tume ya Uchaguzi. Taarifa zaidi na Irene Mwakalinga. Hapa ni katikati ya mji wa Iringa pakiwa pamepambwa na bendera za vyama vya siasa kuashiria hizi ni dakika za lala salama, na kila chama kikijitahidi kujitangaza kwa wapiga kura wake Mama. Wengine wakiwa kwenye harakati za kuhakiki majina yao kwenye orodha ya watu waliojiandikisha kupiga kura wananchi wana shauku ya kupiga kura na wanatarajia zoezi hili litakwenda kama lilivyopangwa. Uchaguzi uwe wa amani, ili tupate na haki. Yani uwe na amani na haki, na burugu, tusiwe na vurugu kwa sababu e, sisi kwanza tumezoea amani e, kwa hiyo vurugu hatutaki e, tunaomba na Mungu atusaidie katika hilo, tuchague kiongozi ambaye bora kupatana na sifa na amani, ndio tunayoitaka na haki itendeke, eh, haki itendeke, ndio la msingi. Mimi kwa matarajio yangu, mimi napenda uchaguzi ufanyike wa amani na haki, na pia napenda kushauri viongozi wetu wa vyama vya siasa kuwasihi wanachama wao ili kuepukana na vurugu. Wote ni Watanzania na tunapigania nchi yetu ipate maendeleo. Pia wananchi wa Iringa wanasema wapo tayari kupokea matokeo. Lazima tukubaliane na Mungu atusaidie katika hilo, tutakubaliana na matokeo kwa sababu haki itakuwa imetendeka. E, wasimamizi wote wakifanya vizuri, wakishirikiana na wakala wao na wakala watakao kuwepo, haki ikitendeka ma, lazima tukubali. E, tutakubali tu atakayekuwa ameshinda atangazwe bila kujali kwamba nini. Hilo ndo tunaliomba na hilo ndo litakuwa limetupelekea li, li, li sisi kama wananchi tu, tu, tu, tu, tu, tuwe na imani na tume na amani iwepo kiujumla. Irene Mwakalinga Mwakalinga, TBC Iringa.